Like going to eh, Fajadida, uh, eh. Casablanca. Algeria, GSCA. Algeria. Hapo nikaenda Saudi Arabia, Kadisia. Saudi Arabia. Eh, Najima pia Saudi Najima. Arabia nikatoka hapo ndio niko Iraki. Oh, hmm. Yeah. Okay. Uh, kikubwa ambacho tungependa tunge sasa hivi, baada ya kila kitu ni kumpongeza Simon kwa kwa kuchaguliwa kwenye nafasi yake ya kuwa chief scout wa Safari Laga Super Cup. Uh, na hii ina maana gani kubwa kwa Simon? Uh, kwanza ningependa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia ningependa kuwashukuru waandishi wa habari wa ambao ni Watanzania wenzangu, tunaelewana Kiswahili nikiongea uh, na pia ningependa kutanguliza shukrani kwa wafanyakazi pia wa TBL. uh, wame, wameweza kuniamini na kunipa hiyo opportunity kuwepo hapa. Kwa hiyo ku, mimi nipo hapa kwa kuliprezenti wachezaji wenzangu, lakini pia ni furaha kwangu na furaha kwangu na kwa, ni furaha pia kwa familia yangu, hicho ndio kikubwa. Saa hizi so, karibuni sana TBL uh, kama alivyouliza uh, siku ishirini zilizopita tulizindua rasmi uh, kampeni yetu ya Safari Cup na mpaka sasa hivi tumesonga mbele, tumeshaanza bonanza zetu za kutafuta vipaji vya soka tumeshafanya bonanza ya kwanza pale mjini Mbeya ambapo tulipata timu kama 24 hivi zilizojitokeza na ziliweza kufanya kuonyesha talenti zao, na pia pale tuliweza kuwa na kocha wetu Sekilojo ambaye alikuwa anaangalia kwa ukaribu kabisa kuona talenti mbalimbali mbali. Na kwa kweli tulipata mwitikio mzuri, tuliona watu wengi walijitokeza, unaonyesha kabisa kwamba kuna talenti nyingi ambazo zinatafuta nafasi kama hizi za kuonyesha vipaji vyao na Jumamosi hii inayokuja tunaelekea Mwanza, pale tutakuwa Nyamagana. Uh, tutaweza kufanya bonanza nyingine. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Mwanza wajitokeze kwa wingi, wenye vipaji waendelee kujiandikisha, bado nafasi ziko japo ni chache. Waendelee kuleta timu zao, wajiandikishe, watokeze kwa wingi, waje kuonyesha vipaji vyao pale. Um, labda niulize tena, kichokozi sci ilianza mwaka jana 2024. Na vipi uh, Mwanko, last year and this year. the ulivyoona kuhusu mwamko tofauti ipo kubwa sana kwa sababu mwaka jana na ilikuwa ni mwanzo, kwa hiyo bado kulikuwa watu hawajaelewa programu hii labda inahusisha nini zaidi. Lakini kutokana na jinsi tulivyopata mafanikio makubwa mwaka jana, mwaka huu mwitiko umekuwa mkubwa sana. Mwaka jana tulichagua wachezaji 22 ambao walikuwa bora katika mikoa yote tuliyotembelea, walikaa kambini na tulifurahi kuona kwamba nane kati ya wale vijana wameshaingia katika timu mbalimbali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, maanake tumefungua njia ya wao kuanza kuingia kwenye vipaji vya mpira. Kwa hiyo kutokana naona na mafanikio ambayo tumeyapata mpaka sasa hivi, kwa kweli mwitikio Mbeya ulikuwa mzuri sana, timu zilijitokeza kwa wingi, walicheza kwa, kwa umaridadi kabisa. Naamini tutaweza kuibua pia talent kutoka mji ule tuliokuwepo. Asante, asante sana, asante sana. Makofi jamani, vipaji kumbe vipo. Ndugu zetu waandishi wa habari au ndugu zangu